Giza lilianza kuingia taratibu. Bado safari ilikuwa ndefu, tutatumia siku tatu kufika mai. Najua hii safari imekuwa ngumu, nisamehe kwa hilo. Tungeweza kupanda ndege, lakini akili yangu haiko sawa, nahitaji kutazama maji kama hivi, mama alizungumza. Mara yangu ya kwanza kupanda meli, hakika nimefurahi sana, nilimwambia mama nahitaji kukaa sehemu nzuri kwa ajili ya kupata chakula. Hii meli ni ya kipekee, watu wenye kipato cha chini hawezi kumudu. Twende mwanangu, tukale, mama alizungumza. Iliambatana na mama. Meli hii ilinishangaza, ilikuwa na hoteli pamoja na sehemu ya kukaa, kupiga story. Tulipata chakula, baada ya hapo tulitafuta sehemu nzuri ya kukaa. Mama alinisimulia mambo mengi yaliyomhusu yeye. Mwisho aliniambia kitu cha kushangaza: nilikaa na baba yako mwaka mzima bila kushika ujauzito, ndugu zake walianza kuzungumza. Sikutaka nimpoteze baba yako, nilienda kwa mganga kupata usaidizi, kwa sababu hospitali sikupata msaada. Nilifanikiwa kupata ujauzito kupitia mganga kienyeji. Mama alizungumza kisha akatulia kidogo. Na mimi nilikuwa makini kusikiliza. Pamoja na kupata ujauzito, kwa ule mganga, siku moja sikuacha nilienda nikiwa nimekunywa pombe. Nilikuwa na mawazo sana, nilifuma baba yako akiwa na rafiki yangu, hivyo nilijikuta nikinywa pombe bila kudhamiria. Yule mganga alikasirika sana baada ya kujua nimekunywa pombe, alidai nimeharibu kazi yake. Alinipatia laana juu ya watoto nilikuwa nao tumboni mwangu. Nayakumbuka maneno yake vizuri, alisema mtoto mmoja atazaliwa na laana itakayo muua mwenzake, atasababisha familia yake umaskini na kila mwanaume atakayekuwa naye atakufa. Mama alizungumza, sikujua nizungumze kitu gani kwa sababu sikuwa ni... sikuwa akinisema. Mimi mara nyingi amekuwa akinilaumu, huwa ninalaana laana umemuuoa Luka, biashara za baba yako zinayumba. Hakika nimeumia sana, Livia. Nimejaribu kukutolea hiyo laana lakini imeshindikana, kwa sababu mtu aliyekulaani alikufa. Ile siku nilioenda, nimelewa, natamani ufe pia. Mama alizungumza akiwa ananikazia macho. Yaani, mamangu mimi anatamani minife kuna vijana wawili walikuwa sehemu tuliokuwa tumekaa na wakumbuka vizuri, ni vijana ambao tulipanda nao meli kutoka min. Ghafla tu mmoja wao alifunga mdomo kwa mkono wake. mtupeni baharini sasa hivi, sipo tayari kuishi na mtoto ambaye ni tishio kwa familia yangu. Nilimsikia mama akizungumza eti wanitupe baharini nilihisi nimechomwa na kitu mgongoni mfano wa sindano. Haitapita nusu saa atakufa, hii sindano nimeweka sumu, sumu kali sana, mmoja wale vijana alizungumza. Mama alinitengea mgongo, hakutaka hata kunitazama. Huwezi amini nilitupa baharini mfano wa jiwe. Kwa mtuko niliokuwa niliupata sikuweza hata kupiga kelele. Nilifumba macho yangu tayari kwa kufa. Sikuwa nikijua kuogelea, hivyo nilikunywa maji bila kutaka. Sikumbuki nini kilitokea, lakini nilikuja kustuka nikiwa nimelala katika chumba kidogo. Nilijaribu kukumbuka nimefikaje hapa, lakini sikuweza. Bora umeamka. Allen amekuwa akinifokea sana, kisa amenilipa vipesa vyake vya mawazo Naenda zangu, kaa hapa hapa atakukuta. Wiki nzima umelala kitandani, nimepoteza muda wangu kukuhudumia wewe. Mahusiano yangu yameingia doa, nipo na hasira mita. Anaonekana kuwa na hasira sana, alizungumza kisha akaondoka. Sikuweza hata kumuuliza chochote. Kichwa changu kilizidi kuuma kwa sababu nilikuwa na mawazo sana, nikijilazimisha kukumbuka vitu bila mafanikio. Nilistuka kitandani, nikafungua mlango, sikujua hata naenda wapi. Umeamka? nilisikia sauti ya kiume ikiniongelesha kushoto, nikageuka, ndipo nilifanikiwa kumwona kijana mmoja, sikuwa nikimfahamu. Kichwa changu kilianza kuuma kwa sababu nilitaka kukumbuka vitu ambavyo siwezi kuvikumbuka kwa wakati huo. Unaitwa nani? Kijana huyu aliniuliza. Naitwa Livia. Kwenu wapi? Swali so lake lilikuwa gumu, sikuwa najibu wala sikujibu chochote kuhusu kwetu. Matarajio yangu yalikuwa sahihi. Sumu niliyoitoa mwilini mwako ilikuwa kali sana. Kwa kuwa jina lako unalikumbuka, basi itakuwa rahisi kurejesha kumbukumbu zako zote. Mimi naitwa Daktari Allen Nimekokota pembezoni mwa bahari ya mahi, pengine bado kifo hakijakuhitaji, ndio maana umenusurika kufa. Aleni hali alizungumza maneno yake, alinishangaza sana. Nitakupeleka kwetu, mama yangu ni mtu mwenye hasira, kwa kuwa huna sehemu ya kwenda inabidi umvumilie kisirani chake. Kitu kingine usizungumze kwa mtu yoyote kuwa umepoteza kumbukumbu Huenda wakakutumia vibaya. Aleni alizungumza. Kwa kuwa sikuwa na sehemu ya kwenda, niliondoka na Aleni mpaka kwao. Nyumba yao ilikuwa nzuri sana, pengine ni kwa sababu Aleni alikuwa na kazi nzuri. Tuliingia mpaka sebuleni, kuna mwanamke alikuwa akifanya usafi. Baada ya kutuona, aliacha kazi. za humu ndani zinanichosha, sitaki kujua, huyo ni house girl au ombaomba omba. Anisaidia kwanza kuosha vyombo kule jikoni, baada ya hapo ndio tutazungumza, yule mwanamke alizungumza. Nitaenda kuosha vyombo, mpenzi wangu yupo kwenye matatizo mengi, anahitaji apumzike amechoka, Alini alizungumza. Nijikuta nikimtazama nikimtazama kwa macho makubwa, kwa sababu hatukuwa na mahusiano na yule alikuwa ananionyesha unaonyesha kwenye simu ni nani? Mwanangu umezidi umalaya, mara nyingi nakwambia tafuta mke, husikii. Unasikia binti, binti? Mwanangu mimi ni malaya, anabadilisha wanawake atakavyo. Usisikilize maneno yake. Kama amekuleta hapa kula na kunywa, sawa, lakini kama akwambia juu ya ndoa, anakudanganya. Mama yake alizungumza, kisha akaendelea na kazi zake. Aleni alichukua alinichukua mpaka chumbani kwake, kitandani kwake kulikuwa na chupi za kike. Aleni aliona aibu, alizifunika funika huku akijitetea, mara nyingi nawasaidia mabinti, shida zao zikiisha wanaondoka hivi, wana mpaka nguo zao za ndani wananiachia. Aleni alizungumza, nikatabasamu tu kwa sababu anaonekana kuogopa. Utakaa hapa mpaka pale kumbukumbu kumbu zako zitakaporejea. Mara nyingi sishindi nyumbani. Kazi yangu inanibana sana. Nawaza.